Siku moja baada ya mamlaka za Kenya kudai kwamba taifa la Kenya linakumbwa na vitisho kutoka kwa majirani zake Ethiopia, Uganda, Sudan Kusini na Somalia, hali ya taharuki imetanda katika mpaka wa Kenya na Ethiopia katika kaunti ya Turkana. Area hapa ni mbaya sana na area Todonyang, kila saa tunapatana na, na maadui wamekuja kutufamia, wanarudi na si maadui ambaye ni wa Kenya, ni maadui from Ethiopia. Sasa hapa Todonyang tunakaa tukiwa wasiwasi, hatukai wasi, kwa amani. Shambulizi hilo likipelekea maafa ya wavuvi wanne waliomiminiwa risasi na wanamgambo wa Dassanech kutoka Ethiopia ambao baadaye walitorokea Ethiopia. Mimi ningependa kushutumu mauaji hayo, kwamba watu wa Turkana wameuliwa kwa sio uh, tu mara moja, wameuliwa saidi Polisi wakithibitisha shambulizi hilo lililoacha wanne wakiwa wamefariki. Kamanda wa polisi kaunti ya Turukana John Tarus akidokeza kwamba tayari polisi zaidi wametumwa katika mpaka wa Kenya na Ethiopia kushika doria. And also we have deployed security to patrol area to make the area is so calm. Viongozi na wakazi wakiilaumu serikali ya Kenya kwa kushindwa kuzuia mashambulizi ya mpakani mwa Kenya na Ethiopia, eneo la Todonyang huku waasi waliojihami kutoka Ethiopia wakiendelea kuhangaisha raia. Sisi watu ya Todonya ama wa, sisi watu ya Lexon ni nini hii ambaye hawataka kusema? Mbona kila siku watu ya Todonya ndio wanalia? Hii kiliatodonya, sisi tutakuwa tutaenda wapi? Sisi tuko na serikali ambayo sisi pia tunategemea hiyo serikali, na saa hizi hakuna mahali ambayo serikali anaweza kutuangalia sisi tukiwa Turkana. Sisi ndio tuko kwa boda na sisi ndio tunaangalia hiyo boda. Tunaomba serikali hata Ruto mahali hako aweze ku, ku, ku, ku, ku, kuangalia wale watu wenye ambayo wanaishi makura kwa boda, ndio makura ndio inaenda. Juzi watu karibu arobaini Leo ni vijana nne ndio hawa wale ambaye sisi ni wenyewe tunategemea. Sisi ni nani ambaye sisi tutategemea kama sio serikali yetu ile ambayo sasa hizi iko kwa kiti. Kwa hivyo sisi, yale mambo ambayo tunaweza kusema tu hii mambo wafuatilie kwa haraka sana. <tuhi> Watu ya Ethiopia tunajua kwamba ni nani hao wenye ambaye waliua watu. Kwa hivyo serikali, kuanzia leo afuatilie wale watu wenye ambaye waliua watu wetu. Kama sio hivyo, sisi pia ni serikali Leo sisi Waturkana ndio tumelemewa na hakuna kitu chochote ambacho tunatenda. Unakuja tu kuhesabu mwili bana, wajue ni mwili ngapi wameua, then wanaenda kukaa. Ikiwa sisi Waturkana mkondo mwingine tutachukua, sisi Waturkana tunaweza chukua mkondo B, iwe ya serikali ni eh, na sisi tukue na B because sisi wanyo, tujilinde. Mtu kama analisema ataongeza bunduki dakala, mwisho ililetwa uniform, sijui uniform ndio itakuwa NPR itakuwa tumeongezewa Mwezi Februari mwaka huu, takribani wavuvi ishirini wa Kenya waliuawa na watu wanaoshukiwa kuwa wanamgambo kutoka Ethiopia katika eneo la mpaka wa Todonyang kando ya ziwa Turkana. Wanamgambo waliojihami kwa silaha kali kutoka kabila la Dassanech nchini Ethiopia wakivamia maeneo ya mpaka wa Kenya na Ethiopia karibu na mto Omo na kufiatilia risasi waathiriwa wakiholela, waliokuwa wakivua wa samaki wakati wa shambulizi hilo, na kuzidisha uhasama eneo hilo la mpakani mwa Kenya na Ethiopia. Nikiripoti kutoka jijini Nairobi. Jina langu ni Dan Kan Maiche wa ITV.